Nilipata ajali, si ndio? Bwana asifiwe. Nilipata ajali, ajali. tulikuwa tunamaliza, alikuwa na ziara na naibu waziri wa TAMISEMI wilayani Wanging'ombe, tunaporudi nilipata ajali ambayo walisema huyu jamaa mkono anaenda kufanya nini kukatwa. Bwana asalie sana na walisema kwa sababu huyu mtu tunamjua kupitia ajali atakuwa saizi na hofu meelewa bwana asifiwe, lakini hawakujua nimebeba nini? Umeelewa? nilivyompigia wa kwanza kumpigia nilip, unampigia mchungaji kwanza kabla ya daktari. Bwana asifiwe, bwana asifiwe. Kabla ya daktari mpigie kwanza nani? Mchungaji akuombee, ili utembee kwenye neema. Bwana asifiwe, maana madaktari wataamuliwa tu Wakati nampigia simu katibu wa naibu waziri kwamba bwana, see nimepata ajali lakini naibu waziri usifanye nini, usimwambie, kwa sababu ninajua bwana anakwenda kutenda mambo makubwa. Bwana asifiwe. Usiku ulipofika, nikamwambia baba hapo, Bwana nimepata ajali. Na kwa nacho cha. Kila aliyetazama mkono hapa kila aliyetazama hapa anaona huu mkono, kwa sababu kuna kidude kiliingia kwa ndani. Walipokwenda kutoa wakatoa, wakasema tunashona, nikaambia kushona, hapana, tufungie tu. Wakasema kuna shimo refu, nikaambia tayari. Hapa Bwana aliyeumba huu mkono anakwenda kuurejesha. Bwana asifiwe! Na baada ya mwezi mmoja kidonda kikawa kao mpaka sasa. Bwana asifiwe! na sasa nahitaji maombi yako. Mwaka ni mwaka wa uchaguzi. Bwana asifiwe. Ntaanza safari kuanzia kesho kutwa, ntakwenda malawi mara moja. Hebu sema naenda na mimi malawi. Basi niliwaambia ntaanza safari za kwenda wapi? Nje si hapa, nilishuhudia. Sasa safari naanzia Malawi. Bwana asifiwe. Ntakaporudi mwezi wa saba, ntakuwa na safari tena nyingine ya Uganda tayari ya ratiba imefanya nini? Imeshatoka mama. Nakushukuru kwa maombi yenu mama askofu, Rwanda askofu, safari inaanza. naanza kutembea mtoto kwa ajili ya kuelekea sehemu inayotakiwa. Lengo ni kutaka kuwasaidia wananchi. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Kwa hiyo ninakuomba na wewe kama unaona una jambo lako peleka kwa Bwana, ndugu awezi kusaidia